Kuna upendo yenye hamjawahi ona, hamjawahi mm -hmm, pata. Na hiyo upendo ndio Reverend Lucy wangu njiri amewaletea hapa. Ni mtumishi wa Mungu mwenye anaelewa neno, mwenye anaelewa Mungu ni nani, mwenye anaelewa he, wacha tu nisiseme, mkikuja mtajionea. Television Tanganyika, Television Tanganyika Hope uko poa. Kabisa kabisa. Pia mimi niko poa. Good. Aa, kwani naona na mabags na nini mnatoka wapi, mnaelekea wapi? <laughs> Sisi tumetoka Nairobi hapa uh, Kenya. Kuna mkutano naangaliwa juu ya wa ya wananchi hapa ya wa Burundi hmm. Kuna upendo yenye hamjawahi ona hmm. Hamjawahi pata na hiyo upendo ndio Reverend Dusi Wangujiri amewaletea hapa. Ni mtumishi wa Mungu mwenye anaelewa neno mwenye anaelewa Mungu ni nani mwenye anaelewa, wacha hey, tu nisiseme yes. Mkikuja mkikuja mtajionea hmm. Sasa kitu ingine hata mtumishi wa Mungu amemuita anaitwa Pastor Rome, ni hapa Adonai Church Revival hmm. Hapa Avenue, hapa Buiza hata huyo mchungaji tunamjua, akawa akiwa na neno mzito sana hmm. Na sasa na Reverend Lucy, hata kuja peke yake atakuja hmm. Na mwingine anatoka US United of America. Unalika watu, unalika lakini hawaja ku draw. wewe ni nani? mimi naitwa naitwa Ndikumana Celeste yeah. Kwa watu wengi wananijua na jina ya Njawala na hmm. Kuna mwingine hapa naitwa Claudia Buchumi, na huyu ni rafiki yangu sana, tunachezanga kwa chachi yake hapo Nairobi, inaitwa church inaitwa Prayer Beyond Boundaries Ministry. Yes, hapo kuna mwenzetu hapa anaweza jitambulisha. Eh, jina angu ni Nduimana Tite eh, huyu njawalani jamaa yao so good <laughs> so... okay, Njawala, unaweza elezea watu hao hiyo mkutano itakuwa iko poa ili wa motivate wa come wa wakutie wasikosa s Wacha niseme hivi mm. kama unajua kuna okay, siku hizi kuna watumishi wa Mungu wako na vituko vituko somewhere I'm sorry. Mm. kuna wale watu wako na wanauza mafuta wanauza chumvi, wanauza vitu zingine, ati baraka zako zilifungwa. mm. kama unataka kutoka kwa hiyo shida, na unajua hata wakikuombea ati wakuambie, eh, kuna gari, utapata gari kesho, kuna baraka zako zingine hizo. Vitu mkienda kuchungulia sana, mtakuta kuna uongo somewhere lakini mnisamee, mm. ni vizuri ukweli ongewe mm. lakini huyu mtumishi wa Mungu wakishikana na huyu mtumishi wa Mungu Reverend Wangujiri na Rome, hata Jetrid akikuja, na kuna mgeni mwingine atakuwa, watawaelezea neno la Mungu ni nini, Mungu ni nani, upendo wa Mungu ni nini, ni nini Mungu anataka kwetu ni nini tunaweza peana kwa Mungu, isipotukuwa hizo zenye tunaambiwa zenye nimetaja hapo nyuma mm. so kama uko karibu hapa, nakuomba tu usikose. Msikose ya yeah. Umealikwa ndugu yangu, uwe mbali ya mji wa Bujumbura, we katikati ya mji wa Bujumbura please, usikose kuja. So hiyo mkutano itakuwa tarehe ngapi, mwezi, mwezi upi? Awja, wanata, wanata, wanatamani kujua sana zaidi hiyo. <laughs> E, mkutano utaanza Thursday siku ya eh, hey, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. <laughs> <Right. atrisi. laughs> Na hiyo mkutano itakuwa hapa Adonai Revival Church Buiza Nvim Aveni. Na hiyo mkutano hakuna kulipishwa hata dururu <laughs> hata quens hakuna <laughs> kulipishwa hata kidogo. Ndugu yangu, usilipisha hata, usilipe ni for free. Kuja usikie baraka za Mungu, uweze jua vitu tofauti tofauti kuhusu Mungu. I hope natamani kujua Mungu pia wewe. Acha tukushukuru, Njawala, asante sana pia mimi nimewashukuru yeah. Watu watazamaji wa Televizio Tanganyika, sasa nyinyi nyinyi mnafanyanga kazi kwa television. yeah. Sijui naweza semaje, lakini mungu awabariki, mungu mwenyewe Amen. Amen. Umebarikiwa sana, asante, karibu. Bye. Bye.